Kama una malengo ya kujenga biashara kubwa, kama una malengo ya kujenga kampuni kubwa itakayoishi hata baada ya wewe kuondoka duniani, itakayofanikiwa kwa viwango vya kitaifa na hata vya kimataifa, basi kuna kitabu hiki, bwana, nakuletea siku ya leo, kinaitwa Harvard Business Review Managers Handbook. Hiki ni moja ya vitabu vizuri sana. Hiki ni moja ya vitabu vinavyosomwa na watu wakuu. Hiki ni vile vitabu ambavyo vinasomwa na mabilionea na watu wenye akili kubwa, watu wanaofanikisha mambo makubwa katika biashara na makampuni. Kwa hiyo, na wewe unaweza ukasoma kitabu hiki kikakusaidia kujua mambo mengi sana. Kitabu hiki kinaelezea aina 17 za ujuzi muhimu kwa viongozi, zinazowatofautisha wao na viongozi wengine. Ndani ya kitabu hiki bwana, utajifunza mambo mengi sana. Part 1 ya kitabu hiki kinaelezea develop a leader mindset. Lazima uwe na akili ya uongozi. Watu wanasema viongozi wanazaliwa, lakini nakwambia viongozi pia wanatengenezwa. Viongozi kuna watu wamekuwa viongozi kwa kujifunza vitabu kama hivi vya uongozi katika biashara na makampuni. Kitabu hiki bwana, katika pati ya kwanza, develop a leader mindset kinaeleza kwamba transition to leadership, ambapo anaelezea understand your role as a manager. Lazima uelewe kazi yako wewe kama manager, manager ana majukumu gani. Lakini pia kinaeleza the difference between management and leadership Eh, tofauti kati ya utawala na masuala na uongozi, lakini pia ameelezea mambo mbalimbali mbali, handling the emotional handling the emotional challenge of the transition. Kuna ile namna ulikuwa manager, umepewa ghafla majukumu, umekuwa mkurugenzi mkuu, kuna ile stress unakuwa nayo, how do you handle that stress? Tunaelewana mpaka hapo lakini pia katika kitabu hiki pia ameelezea masuala mazima building trust and credibility integrity. Hayo ni mambo yote ya uongozi yali muhimu kabisa kwenye uongozi, lakini pia la kitabu hiki hikiimeelezea eh, na kunaelezea maswala mazima ya managing emotions, jinsi ya emotions za wafanyakazi on, on your team, Mambo ni mengi sana katika kitabu hiki. Lakini part nyingine ya kitabu hiki bwana ambayo ni ya muhimu sana, position yourself for success, hapa ndani utajifunza redefining success, utajifunza understanding your organization strategy, utajifunza pia planning for strategic alignment. Hiki kitabu bwana ni kwa ajili ya watu wanaojua Kiingereza. Kwa hiyo kuna ndugu zangu wale mtanisamehe. Ndio wanataja tu kwa Kiingereza. Kiingereza sina haja kutafsiri kwa sababu hii kitabu kama haujui Kiingereza basi utasoma vitabu kama Nguvu ya Kujua, Akili ya Fedha. Na vinginevyo. Lakini katika kitabu hiki bwana kuna pati pati two ya kitabu hiki. Ile pati ya kwanza ya kitabu hiki ilikuwa inaelezea, pati ya kwanza ni develop a leader mindset, pati ya pili ni managing yourself. Managing yourself. Huwezi ku-meneji wafanyakazi, huwezi ku-meneji kampuni kama huwezi kujimeneji wewe mwenyewe. Yaani huwezi kuongoza kampuni ikiwa wewe mwenyewe umefail kujiongoza. So hiki kitabu kinatoa pia mwongozo wa namna ya kujiongoza mwenyewe. Becoming a person of influence, positioning, position of personal power, managing up Partnering up with peers, mambo mengine, pro promoting your idea to others, mambo ya kupromote idea yako kwa wengine, jinsi ya kuwasilisha wazo lako ulilonalo ili kuweza kupata ushawishi. Pati nyingine inaelezea communicating effectively, masuala mazima ya communication skills. As a reader, lazima ujifunze ku communicate, finding your voice as a reader, mastering the written word, eh, kuna masuala mazima persuasive presentations, conducting effective meeting, jinsi ya kuendesha vikao vyenye ufanisi. Makampuni bwana yanaendeshwa kwa vikao, lazima ujue jinsi ya kuendesha vikao vyenye ufanisi. Usitumie muda mwingi, kikao cha kutumia masaa mawili wewe unatumia masaa manne, unakula muda wa kufanya mambo mengine ya uzalisha na ya uzalishaji. Kikao cha kutumia masaa sita kinatumia masaa kumi. Hivyo ni vitu ambavyo lazima uelewe, conducting effective meetings. Pia kwenye kitabu hiki cha Harvard Business Review wameeleza manager handbooks, lakini kitu kingine ni self development jamani, mambo ni mengi katika kitabu hiki, siwezi kueleza mambo yote. Kuna masuala managing individuals, delegating with confidence, jinsi ya, ya, ya kuongoza wafanyakazi, jinsi ya kudevelop talent za wafanyakazi wako managing business, member strategy, mastering financial tools developing a business case na mambo mengine mengi. Hiki ni moja ya vitabu vizuri sana kwa watu ambao mnatamani kuwa viongozi wazuri, mnatamani kuja kuwa manager, mnatamani kuja kuwa mkurugenzi, jiandae. Una kampuni yako unatamani iwe kampuni kubwa, una biashara yako ndogo unatamani kuja kuwa kampuni, soma hiki ujiandae kuwa kiongozi. Nimejifunza tofauti kubwa kati ya watu maskini na watu matajiri. Watu wanaofanikiwa kwa viwango vya juu na watu wanaoishia kwa watu wa kawaida ipo kwenye uongozi. Kwa kadri unavyokuwa na ndoto kubwa, ndoto yako kubwa hautaitimiza we mwenyewe, unahitaji watu katika muda na mazingira tofauti. Kwa hiyo una ndoto kubwa ya kuwa bilionea, hakuna namna utaitimiza mwenyewe, unahitaji timu ya watu sahihi. Kuna watu wanapata wafanyakazi sahihi, lakini wanakimbia, kwa sababu sio viongozi wazuri. Kwa soma kitabu hiki, kitakufundisha jinsi ya kuwa kiongozi mzuri wa kibiashara, kwa sababu hiki kitabu ni uongozi wa kibiashara. Lakini zaidi ya kitabu hiki, pia kitakufundisha ufikiri kama kiongozi, jinsi, sifa za kiongozi, mambo ya kuwa na maono, kujua kuwasiliana, na mambo mengine mengi. Kitabu hiki bwana, vinakuwa ni vitabu adimu sana ndani umu, nimekwambia utajifunza aina 17 za ujuzi, the 17 skills readers need to stand out. Kwani moja ya vitabu vizuri sana na vinakuaga adimu, yani ni ngumu sana kuvipata, kwa na hapa dukani tunavyo vichache sana. Kwa hiyo wasiana nasi kuweza kupata kitabu hiki, ni elfu hamsini tu kwa sasa hivi, na piga namba za simu 0744126640 kupata kitabu hiki. Au piga namba ya dukani unayoona no katika screen. Nifuatie zaidi kwenye mitandao mingine ya kijamii kwa jina la Victor Mwambene. Dukani hapa tuna vitabu vingine vya uongozi kama utahitaji na vingine, kuna hiki hapa The Leaders Eat Last. Hiki ni moja vya vitabu maarufu zaidi duniani. Tuna kitabu kingine kinaitwa The First 90 Days. Umepewa majukumu yako katika siku za mwanzo unatakiwa ufanye nini, as a manager au as a director. Lakini kuna kingine hiki kizuri sana cha uongozi kinaitwa The Making of a Manager. Lazima ukisoma hiki kitabu kitakusaidia kwenye masuala ya leadership. Kumbuka, kuna namna unaweza kuwa tajiri mkubwa Tanzania na duniani ikiwa wewe si kiongozi mzuri. Asante sana hadi wakati mwingine.